Zaidi ya watu milioni 14.6 wamejitokeza kwenye mikutano moja kwa moja, lakini zaidi ya watu milioni 31.6 wamefuatilia kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kwa namna gani siasa za Chama cha Mapinduzi wananchi wa taifa letu wanavyozifuatilia, kwa sababu ndio chama pekee ambacho kimebeba matumaini na matarajio ya wananchi wetu. Lakini mikutano yote hiyo ya kanda kwa kanda mkoa hadi mkoa, mahudhurio yamekuwa makubwa. Hiyo ni kuonesha jinsi mgombea wetu wa urais mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anavyokubalika na wananchi kwa mamilioni, na wamewekeza imani kubwa kwake hasa katika ukuaji wa maendeleo, lakini uchumi wa taifa letu. Imani ya wananchi kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan sio kwa bahati mbaya, inakuja na imechagizwa na uongozi wenye mafanikio makubwa, lakini unaothamini utu wa mtanzania katika sekta zote ambazo ni za kipaumbele. Lakini jambo lingine leo, tunapotazama kalenda, Oktoba tano, zimebaki takribani siku 24 kufanyika kwa uchaguzi mkuu, mgombea wetu wa urais mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan ataanza ziara ya kampeni kanda ya Ziwa, kwa maana ya mikoa ya Mwanza, Geita, Shinyanga, Simiyu, Mara, Kagera, kwenda kuzungumza na wananchi wa maeneo hayo lakini kwenda kuinadi ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025 2030, na katika mikoa hiyo mgombea atakwenda kukutana na makundi mbalimbali mbali ya watu.